Alikuwa msichana wa kawaida mnyonge, aliyekuwa akionewa na kubezwa kila siku chuoni, lakini kila kitu kilianza kubadilika alipokutana na kijana mmoja mtanashati, maarufu na mwenye roho ya kipekee. Kutoka hapo maisha yake hayakuwahi kuwa kama awali tena. Karibu kwenye hadithi ya hisia, ujasiri na mapenzi yasiyotabirika. Kama umefurahia histori eh, basi bonyeza like, drop comment yako hapo chini, alafu usisahau kusubscribe, maana hapa ndo mahali pa hadithi kali za maisha. Basi twende, sawa? Mrembo Sujin asubuhi anafika na kugonga mlango. Mlango unafunguliwa na anatoka jamaa mmoja mtanashati, jina lake Minho, akiwa amezidiwa. Mara anamwegamia Sujin na kumdondokea hadi chini. Sujin akamchukua kisha akampumzisha kwa kochi na kwenda kumtengenezea chai ya moto. Minho anaposhtuka anamkuta Sujin akimtengenezea chai, akafurahi sana Hajawahi pata mtu wa kumjali hivi. Kisha Su jin akampa chai anywe ili apate nguvu. Wakiwa wanapata chai, Minho akamwambia Sujin, naweza pata namba yako? Sujin akaangalia chini kwa aibu, hajawahi ombwa na mtu namba ya simu. Leo Minho kamwomba. Ukaribu wao ulizaliwa siku moja. Minho alikuwa akitaka kumwagia maji kijana mmoja kumfunza adabu, kwa bahati mbaya Soo-jin akapita na maji yakamwagikia Soo-jin. Bila kuuliza, Soo-jin akaomba msamaha na kuondoka pale. Minho akashangaa sana. Soo-jin ni mpole, si mwongeaji na mcheshi. Minho akagundua kuwa Soo-jin wanasoma darasa moja. Leo Soo-jin akipita wenzake wakampush. Kisha wakachukua kile kitabu chake. Kisha Wakakikanyaga na kumwacha pale Sujin. Sujin kuangalia mbele, mara Minho akafika pale na kuchukua kitabu na kumpatia. Sujin kumwangalia Minho, mapigo ya moyo wake yakaanza enda kasi. Sujin hakujua kama Minho anaweza kuwa karibu yake. Kila asubuhi Minho alifika na kumfundisha Sujin jinsi ya kujiamini. Mara wenzake walipoingia darasani, Sujin alipoogopa Minho alimwangalia na kumpa ishara kuwa ajiamini. Soo-jin akaanza kumwangalia sana Minho kwa tabasamu. Muda ambao Minho akicheza basketball alienda na kumshangilia, lakini aliondoka, kwani alikumbuka kuwa yeye na Minho hawaendani. Akiwa nyumbani, alikumbuka maneno ya Minho kutabasamu na kujiamini. Kesho asubuhi, mbele yake wakaja wanafunzi wenzake watukutu wakamcheka na kumwambia ota kuwa mwanafunzi maarufu hapa chuoni, na hizo ndoto zako haziwezi timia. Lakini Minho, kwa mbali, alikuwa akiangalia Sujin. Hakuwajibu chochote akaondoka, kisha kwenda kwenye dustbin, akakuta viatu vyake vimetupwa. Kwa mbali, wanafunzi wenzake waliovitupa walimwangalia na kucheka. Sujin akavichukua na kuondoka. Wakati anaondoka, akakutana na Minho. Minho akamwambia unatakiwa uwe imara kama kawaida. Sujin akasema samahani. Akiwa nyumbani alikumbuka sana maneno ya Minho. Kesho asubuhi, kama kawaida, wanafunzi wa korofi wakamwambia toa pesa. Sujin akitetemeka akajikaza na kukataa. Haikutosha, wakamsukuma Sujin akaanguka chini, pembeni watu wakiangalia. Mara mwamba Minho akafika pale, akamwangalia Sujin kisha akamwambia, siku nyingine mtu akikuchezea hakikisha unaniambia. Na mbele ya kila mtu akatangaza, yeyote atakayemgusa Soo-jin sitamwacha salama. Wale marafiki wakorofi wakaogopa na kukimbia. Toka hapo, Soo-jin akaanza kuwa na furaha. Alishiriki chakula pamoja na wenzake, na akawaambia, natamani niwe na rafiki hata wa kwenda naye nyumbani. Pembeni, Minho akiwa kama amelala, alimsikia Soo-jin. Kesho ilikuwa ni siku ya kubadili sit. Minho haraka akakaa jirani na Sujin na mbele ya darasa akasema, Sujin ni mwanamke mzuri na mwenye bahati. Ukiwa rafiki yake ni kama baraka. Watu wakaanza kumwomba urafiki. Baadaye akapata rafiki wa kwenda naye nyumbani. Toka hapo, moyoni na akilini alimfikiria mtu mmoja tu, Minho. Sura na ukarimu wa Minho ukamfanya amwone kama ni malaika. Wanasema hisia hazifichiki. Rafiki ya Sujin alimwona Sujin na kumwelewa. Akamwambia, usijali, kuwa na amani, kila kitu kitakaa sawa. Lakini siku moja mambo yakabadilika. Wakiwa wanapata chakula, ex girlfriend wa Minho ge yun, akaingia pale. Alipoangalia akamwona Sujin. Ge yun akabadilika sura, kwani aliona Sujin ni mrembo. Rafiki wa Ji Yun akasogea kwa Minho na kumuuliza huyu ni nani? Minho akakimya. Wale marafiki wa Ji Yun wakaanza kumsema vibaya Sujin. Minho akachukia na kusimama, lakini kabla hajasema lolote, Ji Yun akamwagia maji rafiki yake na kumlalamikia kisha wakaondoka pale. Ji Yun akaomba msamaha na kuanza kuondoka. Sujin akamsimamisha na kutaka kumwomba msamaha lakini Ji Yun akatabasamu na kuondoka. Sujin akahisi yeye ndiye ana makosa. Baadaye Ji Yun akafuatwa na rafiki zake wakataka kumpiga, mara Sujin akafika na kuwastopisha. Minho pia akafika akamshika Sujin kichwa na kuambia atakayemgusa Sujin au Ji Yun sitamsamehe. Sujin kuwaona Ji Yun akiwa karibu na Minho akajisikia vibaya, akaona ndoto yake ya kuwa na Minho Haitatimia akaona huenda hawendani na Minho. Leo Ji-yoon akafika na kumsalimia kisha akamwambia Minho ana roho nzuri sana, hata mimi nilikuwa kama wewe, naonewa na kunyanyaswa. Minho alinisaidia na nikawa najiamini. tulikuwa na mahusiano, lakini yalivunjika, sikuwa naendana na Minho. akamwambia Soo-jin asihofu, kwa sasa hana hisia tena na Minho. Lakini Sujin akajua bado Ji-yoon anampenda Minho. Sujin akamwambia Minho ni kama kaka yangu tu, wala si vinginevyo. Hakutaka kuendelea kuwa karibu na Minho, na toka hapo Sujin alipopita hakumwangalia wala kumsalimia Minho. Alijaribu kumsahau Minho lakini ilikuwa ngumu. Siku moja Sujin akaamua kwenda peke yake sehemu ambayo alitakiwa aende na Minho. Jiyun akamwona na kwenda kuongea naye. Baadaye Minho pia akamwona kwa mbali. Sujin akatibu kukimbia lakini Minho akamzuia Sujin hakuweza kujizuia, akalia sana. Minho akamfuta machozi, kisha wote wakaangaliana huku wakitabasamu. Sujin akagundua kuwa Minho pia anampenda. Haraka akaenda kwa Ji Yun na kumweleza ukweli kuwa anampenda Minho. Ji Yun hakuwa na gubu wala wivu, alifurahi pia kuona Sujin ana furaha. Wote watatu, Minho, Sujin na Ji Yun, walikuwa na furaha. Baadaye Sujin akakaa na Minho na wakapiga stori mbali mbalimbali. Sujin alijawa na furaha, kisha baadaye Ji Yun akamwambia, Nilikupenda sana lakini mapenzi yetu yalikuwa na changamoto. Tukizidi kuwa karibu, majanga yanaongezeka. Kwa sasa nimeamua kumwachia nafasi Soo-jin, kwani kuona nyinyi mna furaha ni jambo la faraja kwangu. Weekend ikapita, na leo Soo-jin akiwa na furaha, alikuwa akiende shuleni huku akiwa na hamu ya kumwona Minho. Leo akiwa library, akaona kitambulisho na vitu vya Minho. Kuiona sura ya Minho tu akawa na furaha. Mara ghafla kopo la maji likadondoka, moyo wake ukashtuka, akahisi kuna kitu hakipo sawa. Akaangalia anwani ya Minho na haraka akaharakisha kwenda huko. Alipobisha hodi tu, mlango ukafunguka na Minho akatoka akiwa hoi na kumdondokea Sujin. Sujin akamchukua na kumpumzisha. Kumbe Minho anaishi peke yake. Kila jioni akitoka shuleni huenda kupiga kazi baa ili aendeshe maisha yake. Kutokana na kuchoka sana humsababishia homa kama hizi. Minho alipoamka akamwona Sujin anamwandalia chai. Minho akafurahi sana maana hakuna mtu amewahi kumwonyesha upendo kama Sujin. Baadaye akamwambia Sujin, "Wazazi wangu walisafiri hivyo kwa sasa naishi mwenyewe." Sujin akamwambia, "Siku ukiwa hujisikii vizuri, usisite kuniambia. Kisha baadaye Sujin alipokuwa anataka kuondoka, Minho akamuita na kumuuliza, kesho tunaweza kupata chakula cha jioni pamoja? Sujin kusikia hivyo akafurahi sana. Leo Sujin akafika mahali pa miadi, lakini akamkuta Minho kasimama na warembo wengi. Akasikia vibaya na akaondoka. Kisha akaenda kwa rafiki zake. Rafiki zake wakamwambia, Minho ni mtu wa watu anapenda kusaidia kila mtu, lakini ana mapenzi ya kweli kwako. Sujin alivyofikiria, akaona ni kweli kabisa. Toka kakutana na Minho amekuwa mtu mwenye furaha na kujiamini. Akatambua kuwa kamuhisi vibaya Minho. Haraka akachukua baiskeli na kwenda kumfuata Minho, huku akikumbuka moments mbalimbali mbali, akiwa na Minho. Alipofika akamkuta Minho anamsubiria. Sujin akafika kisha akamwomba msamaha kwa kumhisi vibaya. Minho akamwambia hakuna shida wala usijali. kisha Minho akamsogelea, wakaangaliana sana, hisia zao zikiwa mahala pamoja. Kisha Minho akamvuta na akampiga bonge la busu. Sujin akajisikia juu ya dunia. Tokea siku hiyo mapenzi yao yakazidi sukari kila siku Minho akimsubiria Sujin njiani wakienda shule pamoja, pia shuleni walitembea wote pamoja wakiwa wameshikana mkono. Mapenzi wakawa wapenzi maarufu na watu wote walipenda couple yao, na Sujin akataka kuzidi kumpenda zaidi. Minho akaandaa maswani kadhaa ili aweze kumjua kwa undani zaidi. Penzi lao lilizidi kuwa zito, kwa lugha ya bongo tunaita penzi zito kilo mia hamsini walienda shopping pamoja, wakasikiliza nyimbo pamoja na kufanya vitu vingi pamoja. Furaha yao ilikuwa si ya kifani, lakini hawajui kuwa penzi lao lilikaribia kufika kwenye miba. Siku moja akamuuliza swali, "Minho, una ndugu wangapi?" Minho kusikia hivi ikamtonesha kidonda kikubwa ndani yake. Toka hapo Minho alibadilika na kuwa mkimya. Sujin hakujua shida ni nini. Rafiki zake Mino pia waliona hali ya Mino wakapanga kumuweka sawa siku ya Krismas. Siku ya Krismas ilipofika, wakiwa wanatembea, kuna mwanamke akafika na kuanza kuongea na Minho. Walionekana kufahamiana. Sujin kuona vile aliumia, kuona Minho anaongea na mwanamke mwingine. Hata rafiki wa Sujin akamuuliza Minho, shida nini? Lakini akabaki kimya. Sujin hakujua kuwa yule mwanamke alikuwa ni mteja mzuri sana wa Minho, akiwa baa, na Minho bila hiyo kazi hawezi ishi, maana yeye mwenyewe ndiye anayeendesha maisha yake. Hali ya Minho ikaanza kuwa mbaya. Siku moja Minho alipofika darasani Sujin akahisi Minho atakuwa hayupo sawa. Kesho yake akaenda kwa rafiki wa Minho na kumuuliza yule binti. Rafiki wa Minho akamwambia yule ni mteja muhimu kwa Minho, hivyo lazima amheshimu. Sujin akagundua, na leo akaenda baa ili kuthibitisha. Alipofika kweli akamwona na kushangaa Minho kumwona alikasirika na kumvuta pembeni, kisha akamwambia, nani kakwambia uje hapa? Kisha akaondoka, hakuteka mwanamke anayempenda aone jinsi anavyoteseka. Kesho Minho akamwita na kumwambia anahitaji wachane. Kabla Sujin hajasema chochote, Minho akaondoka. Penzi lao lilikuwa zuri, lenye furaha, lakini hawakutarajia kama itakuwa ni kama ndoto tu ya muda mfupi. Sujin aliumia sana, mwanaume aliyempenda leo wanatengana. Mwaka mpya ukafika. Yule mwanamke mteja wa Minho akamwomba wacheze pamoja, lakini Minho akasema haiwezekani. Kisha akamuuliza Minho, unapenda chakula gani? Minho akachukua simu na kutaka kumwonyesha, lakini mara tu baada ya kuchukua simu akaanza kuangalia picha za Sujin. Kiukweli kamkosa Sujin, na hapa akagundua Sujin sio mtu tu anayempenda, bali ni furaha kubwa kwenye maisha yake. Alipogundua hili haraka bila kufikiria, akatoka mbio kwenda kumtafuta Sujin. Akachukua baiskeli huku moyoni akijisemea, siwezi kaa mbali na wewe, lazima nikuambie ukweli wote. Aliendesha baiskeli kwa haraka sana, kisha akafika mahali palipokuwa pa kwanza kukutana na Sujin. Alianza kumtafuta Sujin. Alikuwa pembeni akimsubiri, haraka akamfuata. Wote waliangaliana kwa upendo kisha Minho akachukua ile notebook na kutaka kumjibu swali ambalo hakujibu siku ile. Akamwambia, "Mama yangu alifariki nikiwa na miaka mitatu na baba yangu akaniacha pia." Minho hakutaka mpenzi wake ajue kwa kuhofia anaweza kumwacha kwa sababu ya hali yake. Ndipo Soo-jin akagundua kuwa mwanaume ambaye kila siku alikuwa anamtia moyo kumbe naye alikuwa anahitaji mtu wa kumfariji. Na hapo sasa penzi lao likarudi na haliwezi vunjika tena. Basi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi sasa tunahitimisha. Kama umependa hadithi hii ya kusisimuka na yenye kugusa moyo, usisahau kulike, kucomment na zaidi ya yote subscribe ili usipitwe na hadithi nyingine zenye hisia kali kama hii. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa video na kutakia siku njema iliyojaa upendo na matumaini. Mpaka wakati mwingine, stay blessed, stay emotional, nakumbuka hadithi nzuri huishi mioyoni.